Kama ambavyo tumeendelea kuzungumza kupitia vyombo vya habari juu ya tamasha eh, la kuombea uchaguzi mkuu wa mwaka huu ah, na ndivyo ambavyo tunaendelea na maandalizi. Maandalizi yanaendelea vizuri eh, kwa ajili ya kuelekea tamasha letu ambalo ni tamasha ambalo litafanyika mikoa isiyopungua 26, eh, ni tamasha kubwa sana lakini lengo kubwa tamasha hili ni kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika katika nchi yetu katika mwaka huu. Aa, na uchaguzi huo tunaouombea ni wa Tanzania, na kutakuwepo na waimbaji mbalimbali ambao watashiriki katika tamasha hilo ambalo litafanyika, litaanzia hapa Dar es Salaam. E, na leo na, natangaza rasmi kwamba tamasha hilo litafanyika tarehe ishirini na moja mwezi wa sita na tutaanzia hapa Dar es Salaam. Bado tunaendelea na kuomba eneo la kufanyia tamasha hili e, tumeomba kufanyia katika maeneo mbalimbali hasa ikiwepo uwanja wa Uhuru, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo mnaona viwanja vile vinatengenezwa, kwetu tunaendelea kuomba nafasi kwa sababu tamasha huwa haliharibu uwanja, tamasha huwa halidhuru uwanja. Kama ambavyo wenzetu wanafanya shughuli zao katika viwanja vile, na sisi pia tumeomba tuweze kupata nafasi ya sisi ya kufanya tamasha hili, kwa sababu tamasha hili ni kwa ajili ya taifa, tamasha hili ni kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo tunafanya tamasha kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu wa nchi yetu ufanyike kwa amani na utulivu. Leo hii tulikuwa na kikao kikubwa e, kikao hichi ch mcha watumishi wa Mungu maaskofu baadhi ya maaskofu ambao amekuja leo kwenye kushiriki kikao hichi. Lengo kubwa ni kujadili jinsi ya kutapofanya tamasha hili hilikwele. Eh, tam, tumefanya kikao na watumishi wa Mungu kama ambavyo mnawaona hapa, ni baadhi ni baadhi yao, na tutaendelea kukaa na vikao hivi mbalimbali kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanyika kwa ufanisi wa hali ya juu, kwa sababu tamasha hili tunashirikiana na watumishi wa Mungu wa mkoa wa Dar es Salaam wachungaji maskofu, mitume wote, tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa na linafanyika vizuri kabisa, na wanaendelea kuliombea tamasha hili ili liweze kufanyikiwa. Ni lengo kubwa lifanyikiwe tamasha hili. Kwa hiyo tumetangaza rasmi tarehe tarehe ishirini na moja mwezi wa sita, tamasha litaanzia hapa Dar es Salaam kuelekea mikoa ishirini na sita na tunaendelea kuongea na waimbaji mbalimbali mbali wa mataifa mbalimbali mataifa mengine, tumeshakubaliana kama vile waimbaji wa kutoka Afrika Kusini tumeshakubaliana, tutawatangaza waimbaji kutoka Nigeria tumeshakubaliana, tutawatangaza waimbaji kutoka Rwanda tuko mazungumzo nao, lakini mataifa mengine tumeshazungumza nao. Waimbaji wa ndani tumeshamaliza makubaliano makubaliana nao, wanasubiri tarehe husika tu. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumza na baadhi ya waimbaji wa mataifa hayo na pia tunaendelea kuangalia kuzungumza na mgeni rasmi ambaye atatufungulia tamasha hili kubwa. Mgeni huyo atakuja kulizindua tamasha hili rasmi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia mgeni awe mzito kidogo, kwa sababu tamasha hili ni kubwa kwa ajili ya taifa letu hili. Kwa hiyo lazima tu, tuombe mgeni atakuja awe kiongozi mkubwa kwa ajili ya kulifungua tamasha hili kuelekea mikoa yote. Kwa hiyo mambo yote yanaendelea vizuri, na bado tunaendelea kuongea na wadhamini. Lengo kubwa la wadhamini kuwaomba ni kwa ajili ya gharama mbalimbali. Kama mnavyojua, kuwatoa imbaji kutoka Afrika Kusini, kuwatoa kutoka Nigeria, kuwatoa kutoka Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Zambia ni gharama kubwa sana, na kuwaleta pia, wakija hapa Tanzania kwenye nchi yetu wanahitaji pia wale walale, wanahitaji usafiri, ni gharama kubwa sana. Hata viwanja vyenyewe kulipia ni gharama kubwa kwele. Kwa hiyo tunahitaji wafadhili ambao watatusaidia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa katika mikoa yote ishirini na sita. Lengo kubwa tamasha hili ni kuombea uchaguzi mkuu, ili uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu. Baada ya uchaguzi kuna maisha yanayoendelea, Watanzania. Kwa jina naitwa Fripo Mdaraga Motsi, mchungaji kiongozi kanisa la FPCT kuruka kwa Ragongora, Mboto. Ukweli usiopingika, tunamshukuru Mungu ambaye ametoa nafasi ya leo, ambapo ndugu yetu mkurugenzi Msama ametoa mwaliko wa dhati kwa viongozi wote wa kidini, ikionyesha e ni ushirikano mkubwa na mwito mkubwa alionao na mzigo alionao juu ya taifa letu la Tanzania hasa kwa kule kujenga uniti ya pamoja ya kwamba tukusanyike kwa ajili ya kuomba Mungu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania kwa kuombea uchaguzi. Uchaguzi unahitaji maombi kwa sababu kuna mambo mengi yanafanyika, na bila maombi hatuwezi kufikia mahali tunapotaka kwenda. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sababu hatua hii ni nzuri na ni kubwa Tunaomba Mungu atusaidie na tufanikishe tarehe hiyo ya ishirini na moja tupate kibali kwa Mungu kufika kwenye uwanja utakaobarikiwa na Mungu na hayo mambo yote yafanyike kwa ufanisi. Tuaotamani kuona ni kwamba watanzania wenzetu na watumishi wa Mungu wenzetu watakaposikia tangazo hili au maelekezo haya, tuwe tayari kuweza kufika na kufanya haya ambayo yanaelekezwa na viongozi wetu wa CPCT. Mimi namshukuru Mungu katika haya na napongeza sana mkurugenzi maneno haya yawe endelevu kwa sababu ndiyo sehemu inayoweza kulifanya taifa kubaki salama, na kwenye maombi ndipo tunamgusa, tunaugusa moyo wa Mungu, ndipo tunapata matokeo mazuri. Hata viongozi wetu tukiwaombea, tutapata viongozi ambao wametoka kwa Mungu, na kiongozi aliyetoka kwa Mungu akiongoza taifa linakuwa salama. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na maombi, kuombea taifa letu. Tunashukuru sana, tunahitaji ushirikiano na Mungu awabariki sana. Askofu Mlaki wa makanisa Pentekoste kule Tegeta. Sana kwa ajili ya maono makubwa alionao mkurugenzi wa Msama, na kuweza kujua mambo yanayoendana na wakati. Najua wakati huu tunaingia kwenye uchaguzi, unajua ni wakati ambao tunahitaji amani tunahitaji utulivu, na ndio maana akaweza kuona ni muhimu katika kipindi hiki badala ya kufanya matamasha aliyozoea akaona kiwe ni kipindi cha kuombea taifa. Kwa hiyo tunashukuru kwa maono ambayo Mungu ameweka ndani mwake, na unasema Mungu awabariki sana, na tukaweze kuona matokeo na mafanikio makubwa katika jina la Yesu. Nimeomba. Amen.